Na mtazamaji wa Trendy TV, bwana, siku chache zilizopita kulikuwa na mechi ambazo zilikuwa zinaendelea hapa Tanzania na moja kati ya matukio ambayo yamemake headline ni kwamba kijana ambaye unamwona hapo akiwa amechoka, yuko hoi, anaonekana kwamba yuko very depressed ana mawazo. Eh, ni kwamba mambo yamemzonga kama vile ametingwa. Eh, bwana kilichomkuta bwana ni kwamba kijana huyo Ay, katika mambo ya michezo, mambo ya mpira football, ni kwamba huyu kijana bwana, ukimuona kama unavyomuona hapo analia, anafuta machozi ni kwamba alikuwa ameweka rehani nyumba yake. Yani yeye na mwenzie walikuwa wamewekeana rehani kwamba e bwana, timu fulani ikishinda, basi mi naweka nyumba na nawaweka nyumba, timu fulani ikishinda nachukua nyumba yako, na wewe pia timu yako ikishinda unachukua nyumba yangu, then wakaandikishana kabisa. Kwa hiyo which means kwamba hili jambo lilikuwa liko kisheria tayari, waliandikishana na kila kitu, na kwa bahati mbaya mmoja wao ndo huyu hapa yeye nyumba yake imeliwa baada ya timu ambayo yeye alikuwa ameibetia au ameiweka bond, ameiwekea bond kufungwa. Kwa hiyo kijana, bwana, amemkuta mazito, na hii ni moja kati ya video ambazo zimetrend sana huko mitandaoni ikiwa, e, anamuonyesha kijana huyo akiwa yuko hoi e, taabani kwa kile ambacho amekipitia nitakusikilizisha video, jinsi ambavyo mashahidi wa tukio hili walivyokuwa wanazungumza utasikia hapa, lakini kuna baadhi ya page zimekuja kuripoti kuhusiana na tukio hili. Kwa mfano, hapa kuna page ameandika kwamba apoteza nyumba kwenye mchezo wa kubeti, alafu akaelezea hapa kwamba bwana, wakati macho ya Watanzania wengi yalikuwa kwenye mchezo wa kimataifa kati ya Simba na Al-Masri Al eh, tukio la kushtua eh. Lilijiri huko Katavi e, nchini Tanzania Katavi, huko mkoani Katavi sorry, mkoani Katavi Mwana, wanaume wawili walibeti na dau lilikuwa ni nyumba. Baada ya matokeo, mmoja alipoteza beti na kulazimika kukabidhi nyumba yake kwa mwenzie ambaye ni mshindi. Mshindi alikuja kwenye msh, mshindi alijikuta kwenye presha ya furaha kubwa, huku aliyeshindwa akibaki na huzuni na masikitiko kwa kupoteza mali yake katika maisha yake. Tukio hili liliibua, eh, tahadhari. Tukio hili linaibua tahadhari kuhusiana na hatari ya kubeti mali kubwa kama nyumba katika harakati za kamari. Mambo hayo eh, hebu sikiliza kijana hapa jinsi alivyokuwa watu walivyokuwa wanazungumza baada ya kufahamu kwamba ameliwa nyumba, alikuwa amebetia nyumba yake.

Naam. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section kuhusiana na tukio hilo, lakini pia vile vile weka eh, kama kawaida, hakikisha umesubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.